Kabla ya kwenda Muhimbili, Rais Dr Magufuli amefika katika hospitali ya Aga Khan kumjulia hali mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr Helen Kijo Bisimba aliyelazwa hospitalini hapo baada ya kupata ajali huku akimwombea kupata nafuu ya mapema na kuendelea na majukumu yake ya kila siku <tipasana> wote wanaomhudumia wakaguswa katika nyara zao ili waweze kumhudumia vizuri na kwa haraka. Kisha Rais Dr Magufuli akaelekea katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na taasisi ya upasuaji wa mifupa na ubongo, yaani Moi, na kusalimiana na baadhi ya wagonjwa waliowakuta hospitalini hapo, huku baadhi ya wagonjwa wakielezea hisia zao kuhusu ziara hiyo ya ghafla. Nzuri zaidi, kwa sababu ili kujua utendaji wa kazi wetu na Tanzania tuko vipi. Kwa sababu unapofika kiongozi kwenda kuendelea maendeleo kama hayo, unayaona ni mazuri zaidi au kuna mambo ya utegaji wa kazi, kwa sababu saa zingine utakuja kukuta mtu anasema niko kazini, lakini wakati huo haupo kazini. Kwa hiyo utakuja kukuta wagonjwa anachukua muda mrefu, na kwa sababu ya kusubiri mtu mmoja. Baadhi ya ndugu jamaa na wagonjwa wakasahau kwa muda maumivu ya maradhi yao na kumshangilia Rais Magufuli kwa kuimba kauli mbiu iliyokuwa ikitumika katika kampeni zake za hapa ni kazi tu. Rais Dr Magufuli ametembelea wodi kadhaa ikiwemo ni pamoja na Mwaisela na Sewa Haji na kujionea hali halisi hospitalini hapo kabla ya kwenda katika wodi ya watoto ambapo baadhi ya wagonjwa waliokuwa wamelala chini kwa kukosa vitanda na kuelezea hali ya huduma hospitalini hapo. Anaweza kuleta mabadiliko katika huduma ya huku upande wa MOI maana toka Jumamosi ambao tulipofika hapa baada ya kupata hizi ajali, hakuna tiba na hakuna dawa ya aina yoyote, hata ya kupunguza maumivu. Tunapoomba tunaambiwa tu, bwana, utapewa utapewa, otherwise unaambiwa kwamba ukanunue nje hasa. Na hali hii utakwenda kununua kwa nje? Kwa unavyotuona tumelala hapa toka Jumamosi asubuhi, hata pana dawa hatujapata hapa. Tunasubiri huduma, huduma zieleweke, kwamba madaktari watapita ili waseme tunatibiwa vipi ndo changamoto bwana. Chacha Magenge, mmoja wa wagonjwa waliolazwa hospitalini hapo kwa maradhi ya mgongo na kushindwa kupata matibabu ya upasuaji kutokana na vifaa muhimu vya tiba kuharibika kwa zaidi ya miezi miwili sasa, ikiwemo CT scan na MRI. Kijana ambaye ITV imewahi kuandika habari zake akiwa anaishi katika handaki karibu na Mlimani City, una changamoto kuna mashine ya MRI afanya kazi kuna yeah. CT scan ambayo ndio kifaa ambavyo inatakiwa bine viweze kufanya check up, yeah. Ili kujua ni sehemu gani na sehemu gani ambayo imeleta shida zaidi, lakini uti wa mgongo umevunjika yeah. kwa mujibu wa wow. Uchunguzi uchunguzi wa wale waliofanya madaktari yeah. Magonjwa ni mengi sana yeah. Unakuta kwamba mgonjwa mmoja anakuwa na magonjwa zaidi ya kesi ambayo yamenileta hapa, lakini sasa yeah. Kwa unakuta kwamba ukifika hapo Taasisi yetu ya Muhimbili imegawanyika. yeah. yeah. kuna Moi na Muhimbili yeah. kuna utaratibu wa daktari kutoka Muhimbili kuja Moi yeah. labda kiongozi, ungeangalia namna gani, labda kuunganisha akuunganisha hizi yeah. taasisi taasisi moja. mgonjwa kama huyu huwezi kufanya operation ukafanya pn mpaka wenye at MRI na costi laki 5, na CT scan karibu laki 5 uwezo ukaendelea mpaka uwezo ukaona mishipa fahamu imebanwa utaifuatia kwenda kuifuata. Mara baada ya maelezo hayo, rais Dr Magufuli ameonyesha kukerwa na ukosefu wa vifaa hivyo muhimu vya tiba katika hospitali za umma kutokana na hujuma, huku huduma hiyo ikiwa inapatikana katika hospitali binafsi kwa gharama kubwa, hali inayofanya wagonjwa wengi kushindwa kumudu gharama hizo kwa sababu ndio tatizo. Saa nyingine kwenye hospitali zetu za serikali, mnaletewa vifaa, mnaviua ili kusudi vikafanye kazi kwa watu binafsi. Mimi nafahamu hapa, kuna wakati fulani mliletewa eco test hapa, daktari mmoja aliyekuwa anahusika nayo pale akaiharibu ya hapa ili kusudi wakawa wanafanya eco test ya hospitali yake ya private. Za private zote zinafanya kazi, site scan za hospitali za private zote zinafanya kazi, za hospitali ya hapa Muhimbili zote hazifanyi kazi. Sasa miezi miwili na watu wanasafiri kwenda Ulaya. Rais Magufuli ameahidi kutatua changamoto zilizopo katika hospitali za umma, huku akionekana kuguswa na hali ya Bwana Chacha kukosa huduma ya tiba kwa miezi miwili sasa, na kuutaka uongozi wa hospitali hiyo kumpeleka katika hospitali zinazotoa huduma ya CT scan na MRI kwa harama zake kutoka katika mshahara wake. Mpelekeni kesho, kama ni hera mimi nitatafuta hata mshahara wangu, nitakuja nilipe. Ni ziara ya kushtukiza iliyofanywa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli kwa nia ya kujionia changamoto mbalimbali katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na namna ya kuweza kuzitatua. Emmanuel Buhohela, ITV, Dar es Salaam.